Ninayo habari njema wadau wetu kutoka Bilal Muslim Mission of Tanzania, uh, wanakuja tena Tanga kwa ajili ya kuendesha kambi kubwa ya macho bure. Kambi hii tuliifanya mwaka 2019, tunamshukuru Mungu, nimewaomba na wanarudi tena Tanga. Kwa hiyo kambi hii itakuwa ni ya siku tatu kuanzia siku ya Jumamosi tarehe 5 Aprili 2025 hadi tarehe 7 Aprili 2025. Kwa hiyo ni kuanzia siku ya Jumamosi tarehe tano, tarehe 6 Jumapili na Jumatatu tarehe 7 mwezi wa 4. Huduma zitakazotolewa katika kambi hii kubwa ya macho bure kabisa, kwanza ni kupima na kupewa miwani bure. Watu wana kumbukumbu hapa 2019 tulitoa miwani zaidi ya elfu tatu kwa wakazi wa Tanga ambao walipimwa na kukutwa na changamoto za macho. Lakini pili kambi hii itatoa dawa za macho bure kwa watu ambao wana watapimwa na kukutwa na changamoto za macho. Lakini pia kambi hii itahusika kutoa ushauri wa afya ya macho bure kutoka kwa madaktari bingwa wa macho na pia kambi hii itatoa huduma za kusafisha mtoto wa jicho bure. Kwa hiyo, shime, napenda kutumia fursa hii kualika watu wa Tanga mjini kujitokeza kwa wingi. Wapi? Shule ya sekondari Usagara ndiyo kambi hii tutaiendesha pale, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa tisa na nusu. Na niombe watu tufuate utaratibu mzuri atakayefika wa kwanza ndio atahudumiwa wa kwanza. Sio mtu anakuja saa tisa kuna mwingine amefika saa mbili, wa saa tisa anataka kuhudumiwa. Kwa hiyo karibuni sana sana sana. Lakini na mimi kama mbunge wa jimbo la Tanga mjini niwashukuru sana, uh, wadau wetu wa Bilali Muslim Mission of Tanzania kukubali ombi letu la kuja kufanya kambi kubwa bure ya macho. Na jambo hili tunashirikiana pia na ofisi ya mganga mkuu wa wilaya ya Tanga. Kama nilivyosema, itaendeshwa na wenzetu taasisi ya Bilal, Bilali Muslim Mission of Tanzania, lakini chini ya udhamini na ufadhili kampuni ya simu ya Yas. Kwa hiyo ni wakaribishe wanatanga, naomba watu wafike mapema, lakini wapange mistari. E, mtu sio anakuja saa sita, anataka kuhudumiwa mapema. Atahudumiwa mtu aliyewahi kufika. Naitwa Dr. Hussein Abbas Tayebji ni daktari bingwa wa macho na ni mratibu wa macho wa mkoa wa Tanga. Tunakaribisha wananchi wa Tanga kwenye kambi ya macho bure. Takwimu inaonekana kwamba zaidi ya asilimia hamsini kuna shida ya mtoto wa jicho upande wa Tanga, ndio maana tumeita wadau wetu ile waje kusaidia wananchi wa Tanga, na hiyo kambi itakuwa bure. Tutakuwa na daktari bingwa kutoka sehemu mbalimbali, tutafanya uchunguzi wa macho kama mtu anahitaji, kama mtu ana shida ya miwani atapima miwani na atapewa miwani bure, na kama kuna mtu anahitaji dawa ya macho atapewa ma, dawa ya macho bure, na kama mtu anahitaji upasuaji ya macho atafanywa siku ile ile bila malipo. Tunakaribisha wananchi wote wa Tanga, karibuni sana sana sana, asante sana.